Toka Kisii tuelekee katika eneo la Ruiru ambapo mvutano umeibuka kuhusu ujenzi wa kituo cha kutengeneza lami eneo hilo, kaunti ya Kiambu, huku wakazi wa vijiji vya Gitambaya na Membli wakionekana kuvutana. Baadhi ya wakazi hawa wameelezea upinzani wao kuhusiana na kujengwa kwa kiwanda hicho, wakisema ni hatari kwa mandhari na afya. Hata hivyo, kama kama Kamau Mwangi anavyotuarifu, wakazi wengine wamesifia kuwa kitabadili maisha ya eneo hilo kiuchumi. Pendekezo la kuanzishwa kwa kiwanda cha kutengeneza lami, kokoto na simiti katika uwanja huu ndilo limechangia mkao wa wakaazi kutoka maeneo jirani ya Getambaya na Membli, wengi wakionekana kukataa kujengwa kwa kiwanda hiki. <laughs> Wanaokataa kujengwa kwa kiwanda hiki wamehofia madhara ya kiafya yatakayotokana na shughuli za usagaji wa bidhaa hizi, zaidi ukungu ambao huchanganyika na hewa wanayopumua. We came here many years.

80% of us in that three years will be wearing hearing it. Kuna bairato ila nao majirani wao upande wa pili wakitazama kuanzishwa kwa kiwanda hiki kama nafasi ya ajira kwa vijana wengi ambao hawana kazi za kudumu na watakaonufaika pakubwa na nafasi zitakazojitokeza. Nyinyi you are financial manso, mko sawa, kimfuko mko sawa, hata venye mlikomunikate mko sawa, lakini sisi watu wetu wengi wako kule mtaa kampuni iko sawa hivyo, wamesema watatengeneza mambo ya hizo mashida kidogo kidogo tutashukuru sana na vijana wetu wakuwe wamepata kazi, hatutakuwa na mad. Hata hivyo viwanda vilivyo eneo hili zaidi vilivyo kwenye utengezaji wa bidhaa za kuliwa vinaonya kufunganya virago ikiwa kiwanda cha aina hii kitakubaliwa eneo hili, na matokeo ya uamuzi huu itakuwa ni kupotea kwa nafasi zaidi ya mia nane za ajira huku familia zaidi ya laki tatu zikiathirika. Reason being considering that proximity of our coffee processing facility which strictly adheres to food safety and quality standards to maintain certification and meet export requirements. That is, requirements. Kamau Mwangiru, ninga ya Citizen